Tuelekee kaunti nambari tatu ambapo kampeni ya kutoa hamasisho kwa jamii kuhusu jamii ya walemavu imeng'oa nanga eneo la Mtwapa huko Kilifi. Kampeni hiyo imechochewa na ongezeko la dhuluma kwa walemavu katika kaunti hiyo na mila potovu ambapo familia nyingi zenye watoto walemavu zimekiri kutengwa na baadhi ya watu katika jamii. Kienda huko vijijini unapata mtoto ako kwa nyumba tu, atolewi hata nje haoni hata hilo jua. Sasa zingine so, mzazi anakuambia huyu hatembei, nitabeba nipelekane naye wapi? Tunaketi na yeye tunalimisha mzazi, na tumeona sasa hivi wameanza kujitokeza, hata mzazi atakupigia Madam Scholar, kuna mtoto fulani nimemwona mahali fulani haonekani kama kitu. Hata naweza kwenda katika mikutano fulani, unaona watu hawakoni vizuri. Anaona kama huyu, uh, mama anaweza kuwa labda akatupea Hivyo. Kwa hivyo, kuna mambo mengi ambayo tutapitia tukiwa na situation za watoto wakiwa katika hali hii. If we don't stand for ourselves na tuseme enough is enough, hatutatoboa. Unapata sasa kama viongozi, mara nyingi kukiwa kuna jambo ambalo linafanywa la kikatiba, mlemavu anatafutwa nawekwe mbele kwa sababu ya kuonekana kuna inclusivity, aonekane kwamba kama ni shirika linajali mlemavu, lakini ukweli ni kwamba anawekwa pale kama kigezo tu cha kujaza cha kujeza constitution inaonekana imetimizwa.